Moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba Harmonize Konde Boy mara tu baada ya kusemwa kupewa maneno mazito na baba Levo ni kwamba ameamua bwana ajibu kwa vitendo. Moja kati, uh, ya vitu ambavyo Harmonize ameamua asizungumze kabisa eh, kuhusiana na yale ambayo baba Levo alikuwa nayasema, wala hakuposti katika Insta story yake kwa maneno yoyote kuandika kumjibu baba Levo ni kwamba ameamua afanye kwa action. Na siku ya jana jioni, Harmonize eh, amerekebisha makosa yake vitu ambavyo Vilionekana kama weakness. E, ambazo baba Levo alizitumia kwa ajili ya kumtia aibu Harmonize mtandaoni ni kwamba Konde Boy ametumia vitendo zaidi ili kumnyamazisha kimya baba Levo kwa yale ambayo alikuwa anayazungumza. Na kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba baba Levo alikuwa anamsema Harmonize kwamba amepanda alipanda avieta ndege ambayo Harmonize alikodisha kwenda kwa ajili ya kwenda kwenda ku, Mwanza. Uh, ilikuwa ni ndege fulani hivi ndogo ambayo inapanga boi pale mbele, kitendo ambacho baba levo akaifananisha ndege ile na avieta na kusema kwamba bwana, wasanii msiige maisha ya Diamond, kwa sababu tunafahamu kwamba Diamond ndiye msanii hapa Tanzania ambaye ameonekana akiwa kila katika safari yake, mara nyingi huwa anatumia private jet kubwa zile, alafu na msafara wake unakuaga na magari yake ile ya thamani, Rolls Royce, Cadillac Escalade, zinakuwa zinaongozana uh, kwenda airport, na akifika airport anapanda kwenye hizo private jet zake kubwa ambazo huwaga anakodisha. Kwa ajili ya kwenda kwenye show. Sasa Konde naye pia amefanya kitu kama hicho na watu wengi sana wamekuwa wakizungumza eh, mambo negative kuhusiana na tukio ambalo Konde amelifanya. Na kuna wengine wanasema kwamba Harmonize bwana anunue magari ya thamani, Range na ma BMW na Mercedes Benz hizi ni magari ambayo kila mtu anayo. Hata ile Defender yake ambayo ndo gari lenye thamani zaidi nyumbani kwake, eh, kuna watu kama watatu hivyo wako nayo. Kuna Bill Nasi yuko nayo, yuko nayo ile Defender na yeye naye anayo, eh, lakini pia Fred Vunjebe ina, inasemekana kwamba yuko nayo gari kama ile. Kwa hiyo watu wakamwambia kwamba Harmonize bwana afanye update ya magari yake anunue gari ambazo wasanii wenzie hapa town hawana, kama the way ambavyo Diamond alivyofanya amenunua Cadillac like Escalade mbili pamoja na Rolls Royce, gari ambazo hakuna msanii mwingine hapa Bongo yuko nazo. Umeona bwana, eh. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini ukichana hayo yote, kitu kikubwa zaidi ambacho kilipata kilipata major spotlight huko mitandaoni ni issue ya Baba Levo kumsema Harmonize kwamba anapanda Avienta, yani ile sio private jet, ile ndege aliyopanda ni Avienta. Kwa hiyo Harmonize bwana akaamua jana abadilishe asipande tena ndege ndogo ambayo Baba Levo alikuwa aliitumia kumpondea na kumwambia kwamba anapanda Avieta, ni kwamba Konde bwana akaamua kukodisha ndege kubwa eh, private jet ya swa, na ndiyo hiyo aliyoitumia kusafiri kwenda kule Mwanza. Lakini katika hiyo safari ni kwamba Harmonize hajaenda peke yake bwana ameenda na wakina Abi Kubanga pamoja na, wa, na watu wengine kadhaa. Umeona bwana eh? Maana pale alienda na Abi Kubanga, alienda na Mujaku, alienda na Stan Bakora, designer wake na watu wengine wa karibu. So, naye pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika hiyo private jet. Watu wa karibu kabisa wa Harmonize. Sio watu wa karibu, ni shabiki kinda kindakindake, lakini sasa hivi tunaona kwamba Bikubanga amekuwa ni mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa Konde Boy. So, nataka hapa ni kusomee au msikilize. Nataka umsikilize moja kwa moja Bikubanga alipopata hiyo nafasi ya kupanda private jet, ni kipi ambacho amekizungumza huko mtandaoni. Sikiliza hapa. ya yeah, so hiyo ni, huyo ni Abikubanga, lakini pia hapa alikuwa ndo anataka kupanda hiyo private jet, kwa sababu unasikia hapo nyuma ilikuwa na nguruma, so alipopata time nzuri zaidi akazungumza haya. <laughs> Ndugu zangu, tutafuteni hela, tutafuteni hela. Mwanza sio mbali. Mimi jana nimetumia dakika thelathini tu kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Mambo ya private jet haya ukikana <laughs> konde mambo, kumbe ukikaa na konde mambo yenyewe ndo haya, ni mambo ya mindege mivyete mindege mivyete saato <laughs> mfululizo <niso. laughs> So pia vilevile, vile wakati wako kwenye ndege wakiwa naelekea Mwanza eh, kuna vitu hapa Abikubanga alivizungumza, lakini pia kuna moment pia alizungumza na mwejako, nataka pia usikilize alichokuwa anakizungumza. Leo tutaelezana usiku kucha, leo tutakuwa tunashindana na Instagram nakuambia leo. <laughs> Leo, sizani kama ntaala, leo. <laughs> leo tutaelezana kucha <laughs> tuta, hii ndio vieta chuma napanda ndio, unaweza ndugu yako uweza tu unaweza sana usiuze matairi ya so. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Nataka sasa hapa ni kusomee baadhi ya comment ambazo E, comment ambazo wadau mbalimbali mbali bwana wameziweka kuhusiana na hii issue ambayo imetokea. Kwa mfano, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana yani unahangaika kama uko leba e, unazalishwa kipofu kweli, ameona mwezi. Kwa mtu bwana, kuna kitu Diamond anaweza akafanya, Konde asikifanye, wote uwezo wao ni sawasawa, kwa mtu mwingine so wao wanaongelea Konde Boy vibaya hmm? Utakuta ni wale ambao wanaishi maisha magumu sana vijijini kwao. We kwa eh, machawa wake wote ni wajinga wajinga tu, kuna mtu ameandika hivyo eh, kumbe ni Mwanza, mimi nilifikiria ameenda nje. Konde Boy ni mbishi sana, na yeye pia ameamua achukue private jet kubwa. Kwa hiyo umekubali kwamba Diamond ni msanii wa mfano wa kuigwa kwa sababu hiki alichokifanya ni kukopi na kupeste Mambo hayo. Mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana, e onyesheni ndani huko kukoje? hmm, kuna mtu mwingine hapa amekuja hapa amecomment na yeye ameweka hapa ujumbe wake ameandika kwamba bwana, onyesha ndani kwa nusu, kwamba bwana Njai itakumaliza bwana Kubanga, acheni kumfananisha Rukuga na hiyo takataka. Haya, mwingine huyu hapa amekuja na yeye pia amecomment hapa ameandika kwamba bwana, ulivyo muongo sasa, watu 260 mara 160 tushike lipi? Haya, mwingine anasema kwamba e, bwana mnakuwa machawa hadi mnaharibu. Sasa watu mia mbili sitini basi mtakuwa mmekaa kama darasani humo ndani. Haya wana, kule, kwa mdomo amesema kwamba bwana kule ulisema kwamba watu 60. huku unasema kwamba watu mia na sitini. Sasa wewe mbongo <laughs> una ubongo kwenye makalio. Kwa mtu ameandika ameuliza hivyo. Haya, mwingine huyu hapa bwana, wapi walipoandika kwa walipoweka michango hapo mzee eh? hamo bado sana kufikia level za Simba hata iweje. So hayo ni maoni ya wadau mbalimbali huko mitandaoni, baada ya Abikubanga kuzungumza aliyoyazungumza, kufuatia kupata nafasi ya kupanda private jet ambayo Harmonize ameikodi kwenda Mwanza, na yeye pia alipata fursa ya kuwepo humo ndani. so